iyemeka gyoja mukyanki nosaba noddayo nolabanga ebintu ebitakyuka siinsonga mirimu gyemeka geba kusimbya emikolo nolabanga atakuya ekyoyagala Katonda ssi mwana wa muntu tasegererwa olomulemunatitamanyitineyo nga kulgenda ku kyantambule